Hazina ile inayotunzwa ina faida kubwa wakati ujao, kutokana na thamani yake kuongezeka maradufu, hasa ukizingatia kwamba uhitaji haujawahi kugota mwisho. Hivyo tu basi wanasema dhahabu ili thamani yake iongezeke hupitishwa kwenye moto, na hapo ndipo madini hayo yenye thamani kubwa yanaongezeka ule mng'ao wake, licha ya moto kuwa mkali kinoma noma katika ardhi ya Bongo, katika eneo la wadaka mipira langoni, jina lake linatajwa kubadili upepo wa ghafla kwenye eneo hilo, ambapo makipa wengi wamekuwa wakifuata nyayo zake na hata timu nazo zimeingia sokoni kutafuta makipa wenye aina hiyo. Hii inatokana na namna ambavyo anatimiza majukumu yake akiwa ndani ya uwanja kwa kufanya wachezaji wote kumi na moja kuwa kwenye mchezo. Anatoka langoni anatuliza mipira na kutoa pasi kuelekea kwa wapinzani wake, akiwa hana presha. Ipo hivyo na mwendelezo wake haujawa na bahati mbaya, kwa kuwa kwenye mikono yake uzoefu wake umetulia, na katika ubongo wake anafikiria ushindi kwa ajili ya timu anayochezea, akiwa anatimiza majukumu yake. Rekodi zinaonyesha kuwa msimu wa 2021 2022 alitoa tuzo ya kipa bora bongo, akimpoteza Aishi Manula, Ea Manula, kipa namba moja wa Simba kwa msimu huo uliokuwa na ushindani mkubwa. Anaitwa Djigui Diarra, mdaka mishale, ni mechi ishirini na mbili alikaa langoni akikusanya jumla ya hati safi kumi na tano na alikomba jumla ya dakika elfu moja mia tisa arobaini na nne huku akifungwa jumla mabao saba akiwa langoni kwenye mechi za ushindani. Kipa huyo alikuwa na uwastani wa kufungwa bao moja kila baada ya dakika 277 akiwa langoni kwenye mechi ambazo alicheza kwa msimu huo, na aliendelea kuwa kipa namba moja msimu wa 2022 2023 pia. Msimu wa 2022-2023 ni mechi 25 alikaa langoni akisepa na dakika 2217. Ni hati safi kumi na saba alikusanya na alifungwa jumla mabao kumi na mbili akiwa langoni, tofauti ya mabao matano yaliongezeka kwenye idadi ya mabao aliyofungwa na hati safi ziliongezeka mbili kibindoni. Msimu huu alitunguliwa mabao mengi tofauti na msimu uliopita ambapo alifungwa mabao saba pekee. Ni wastani wa kila baada ya dakika mia moja themanini na nne alikuwa akifungua bao moja langoni. Kwa mara nyingine tena alisepa na tuzo ya kipa bora ndani ya kikosi cha Yanga ambayo ilitua ubingwa wa ligi, akiwapoteza makipa wengine aliokuwa akiwania nao tuzo hiyo, ikiwa ni Aishi Manula wa Simba na Benedict Haule wa Singida Big Stars. Kwa wakati ule 2023 2024, kazi ilikuwa nzito kwenye eneo la mlinda mlango baada ya kupata mshindani kutoka Coastal Union, Lei Matambi, ambaye huyu aliibuka kuwa kipa bora wa msimu huku Diarra akiwa kipa namba mbili kwa ubora alipokaa langoni kwenye mechi ishirini na tatu na alifungwa mabao kumi. Hati safi ilikuwa kwenye mechi kumi na nne na alikomba dakika elfu moja mia tisa thelathini na tano uwanjani. Alikuwa na wastani wa kuruhusu bao moja kila baada ya dakika mia moja tisini na tatu akiwa na uzi wa Yanga. Kipa huyo raia wa Mali msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano yupo ndani ya kikosi cha Yanga akiwa ni kipa namba moja baada ya kucheza mechi kumi na sita akikomba dakika elfu moja ya mianne arobaini kakusanya hati safi kumi na moja akiwa ametunguliwa mabao saba kibindoni. Kwa mujibu wa Kafu, Diara ameletwa duniani Februari 27, F1 1995 ni miaka 30 yanayo kuwa sasa, ambapo baada ya miaka kumi kwa neema ya Mungu raia huyu wa mali atakuwa na miaka arobaini. Tusubiri na tuone makali yake yale ya misimu iliyopita itaendelea kuonekana na, je, bado ushindani utakuwa ni mkubwa ama itakuwa namna gani? kuwa wakati mwingine tena. Yote kwa yote, kazi bado inaendelea. Sauti ya Lunyema, Dizo mliuka, eh, boy from Jombe, place to be.